Kauli hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene kwenye mkutano uliojumuisha pande tatu za Tanzania, Burundi na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR na kueleza kuwa miongoni mwa wakimbizi hao ni Warundi laki moja hamsini na mbili elfu na kumi na tisa wa Kongo ni elfu themanini na sita mia mbili hamsini na sita na kutoka mataifa mengine ni 681. Napenda niseme wazi na iwekwe kwenye kumbukumbu sahihi kwamba Tanzania kwa sasa haina mpango wa kutoa uraia kwa makundi ya wakimbizi na haina mpango wa kubadilisha sera, sera na sheria zake ili kuwajumuisha wakimbizi kwenye mipango ya maendeleo ya taifa ili waweze kujiimarisha na kujitegemea wakiwa hapa nchini, na zaidi, haina mpango wa kuzigeuza kambi za wakimbizi kuwa makazi. Hii ndiyo sababu na sisi ya sisi kuendelea kuwashawishi wenzetu, hebu tuamue kwa pamoja kumaliza jambo hili kwa kuwa, mosi, nchi ya Burundi ni salama; pili, sababu zilizowafanya wakimbizi hazipo tena, sababu zilizowafanya kukimbia hazipo tena. Kwa mantiki hiyo, wajibu wao ni kurejea nyumbani. <tune>